Na, gargara, gargara. Na hii ndio habari njema zaidi kutoka mchezo super. Je, upo tayari kushinda milioni tano leo? Hey! Leo usiku kupitia ITV na Radio 1 mchezo super itagawa kibunda kinene cha hadi shilingi milioni tano kwenye jackpot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 wamekuwa wakimwomba RPC askari kwa ajili ya kuongeza nguvu pambana na hawa mbweha. Lakini askari wakifika wale mbweha hawaonekani. Hawaonekani kabisa hata wakiwachukua na wao. Twendeni mtuonyeshe wako wapi wakifika hawawaoni. Sasa ni kitu kimeshatokea zaidi ya mara mbili. Kwa hiyo inawezekana ni tatizo hili hili lina linaendelea. Lina, lina, lina. <laughs> <laughs> Eh hey, ili ndio na nalo niliseme eh hey, nadhani njia ni nyingi za kudai haki. Kwa hiyo ni vizuri tukawaweka wazi tu kwamba palipofikia waende mahakamani, ukweli uwekwe wazi maisha katika yao. Uhalisia tumejenga uzio. Jenga uzio, wana momenti zao na kuna mjumbe mmoja alisema gawa mtakuwa mnaona mavuno yakianza kufika mwisho na mwanzoni, na kweli sasa hivi si mavuno yamefika kama hivi. Tunategemea hizo kesi zitaanza kuonekana, yaani mara moja mara moja. Lakini mwisho wa siku tuna involve watu wote ambao ni wataalamu, wanaweka kambi wiki mbili tatu humu ndani. Akishaweka kambi siku ya kwanza, ambao amkutoa taarifa, anaweza akababatiza kumwona. Baada ya pale, utaona mbweha tena hata ufanye hivi, na itaenda kwa muda, baadaye tena utashangaa umeibuka. Ni mazingira ambayo, lakini tunaendelea kupambana nao hivyo hivyo. Ikitokea kwenye wakati kama huu, hilo la mbweha nimeshalitolea maelekezo. Muona mbweha ndo adili naye, kwa mtu anaenda kukagua ali uwanja, aliyemwona mpe kitendea kazi, tuone, je, atashindwa kumkimbiza? Tutoke kwenye hizo spiriti zingine ambazo hazipo kwenye ulimwengu wa sasa, kwenye kali na hivyo vitu havifanyi kazi. Na hii ndio habari njema zaidi kutoka mchezo Super. Je, upo tayari kushinda milioni tano leo